Unaweza kuwa umekiona kifaa hiki kikiwa kimefungwa mguuni kwa mtu na ukajiuliza, je, hiki ni kifaa gani na kinatumika vipi? Au pengine ni mara yako ya kwanza kukiona na ukifahamu, huu ndio wakati wa kukufahamisha kuhusu kifaa hiki, na majibu ya maswali haya unayapata kupitia chaneli na video hii. ninachokusihi ikiwa ni kwa mara ya kwanza unatazama video hii na ikiwa bado hujasubscribe katika chaneli hii, ungana nasi kwa kusubscribe na hakikisha unagusa alama ya kengele kuturn on notification ili uwe wa kwanza kupata taarifa ya video mpya zinapokuwa katika chaneli hii mapema na kwa wakati. Hii ni FMB TV. Kifaa hiki kinaitwa ankle monitor ni kifaa cha kielektroniki kinachovaliwa kwenye kifundo cha mguu kwa ajili ya ufuatiliaji wa mtu aliyeko chini ya uangalizi wa kisheria. Kifaa hiki hutumiwa sana na vyombo vya sheria ili kufuatilia watu walioko kwenye kifungo cha nyumbani, walioachiwa kwa masharti, au wale wanaosubiri kesi mahakamani. Ankle Monitor ilianzishwa katika miaka ya elfu moja mia tisa sitini na kundi la watafiti kutoka chuo kikuu cha Harvard. Kifaa hiki kilibuniwa kama njia ya ufuatiliaji wa wahalifu walioko chini ya uangalizi wa kisheria bila kuwafunga gerezani. Thomas Modi anatajwa kuwa mmoja wa bunifu wa Ankle Monitor. Jinsi Ankle Monitor inavyofanya kazi: Ankle Monitor hutumia teknolojia ya GPS au RFID ili kufuatilia harakati za mtu aliyevaa kifaa hicho kifaa hiki huwasiliana na kituo cha ufuatiliaji kupitia mawimbi ya redio au mtandao wa simu na huweza kutuma taarifa za mahala mtu alipo kwa wakati halisi. Ikiwa mtu hatajaribu kuondoa au kuharibu kifaa hiki, mfumo wa ufuatiliaji hutuma tahadhari kwa mamlaka husika. Aina za Ankle Monitor. Kuna aina mbalimbali za Ankle Monitor zikiwemo: moja, GPS Ankle Monitor. Hii hutumia teknolojia ya GPS kufuatilia mahala mtu alipo kwa wakati halisi. Mbili, RFID ankle Monitor. hii hutumia mawimbi ya redio kuwasiliana na kituo cha ufuatiliaji. Tatu, alcohol monitoring ankle bracelet. Hii hutumiwa kwa watu wanaopatikana na makosa yanayohusiana na ulevi na hufuatilia viwango vya pombe mwilini. Faida za ankle Monitor. Faida ya kwanza ni kupunguza msongamano magerezani. Kifaa hiki kinaruhusu watu kuhudumia kifungo cha nyumbani badala ya kufungwa gerezani. Mbili, ufuatiliaji wa tabia. Kifaa hiki husaidia mamlaka wa kufuatilia mienendo ya wahalifu walioko chini ya uangalizi. Tatu, gharama nafuu. Utumiaji wa kifaa hiki hupunguza gharama zaidi kuliko kuwafunga watu gerezani. Changamoto na mjadala wa kifaa hiki: licha ya faida zake, Ankle monitor imeibua mijadala kuhusu faragha na haki za binadamu. Watu wengi wanaona kuwa ni njia ya udhibiti inayoweza kuathiri uhuru wa mtu binafsi. Pia kuna changamoto za kiufundi kama vile itilafu za GPS na uwezekano wa mtu kujaribu kuondoa kifaa hicho. Ankle Monitor ni teknolojia muhimu katika mfumo wa sheria, ikitoa njia mbadala ya ufuatiliaji wa wahalifu bila kuwafunga gerezani. Hata hivyo kuna mjadala mpana kuhusu athari zake za, za faragha na haki za binadamu. Kwa maendeleo ya teknolojia, huenda mifumo ya ufuatiliaji ikaboreshwa zaidi ili kuhakikisha uwiano kati ya usalama wa jamii na haki za mtu binafsi.